Tangu wa Zanzibar. Chama chenu cha ACT Wazalendo kinapenda kuzungumza na nyinyi kufuatia yaliyojiri leo tarehe 28 8 Oktoba 2025, siku ambayo iliitwa ni siku ya kura ya mapema. Mnajua nyote kwamba chama chenu tangu mwanzo kilikuwa kikisema kwamba hichi kinachoitwa kura ya mapema ni wizi wa mapema, na hilo limethibitika leo kwa kiasi kikubwa sana. Nikumbushe tu kwamba pamoja na msimamo huo, lakini jana mwenyekiti wetu alitoa taarifa akiwataka watu wetu kwamba, uh, hasa mawakala wagombea na waangalizi wa uchaguzi wende wakashuhudie tukio hilo na kuwachia wale ambao walikuwa wametajwa katika sheria wende wakapige kura, na pia akatoa uhakikisho ambao tulikuwa tumeupata kutokana na mamlaka za nchi kwamba shughuli hiyo ingefanyika kwa uwazi kuwatambua na kufanya mapitio ya wanaokwenda kupiga kura na vile vile kwamba kura zingehesabiwa ili kuepusha utata wa kwamba baadaye kura hizi zitabadilishwa. Kwa kiasi kikubwa, hali hiyo haikuwa hivyo leo, ingawa nikiri kwamba yako majimbo ambayo kwa kufuatilia kwetu, tumekaa hapa makao makuu ya chama tukifanya kazi hiyo uh, yako maeneo, yako majimbo ambapo taratibu zimeheshimiwa na mawakala wetu uh, wameweza ku ambao hawastahiki na idadi imepitiwa upi. Lakini kwa ujumla nasema kumefanyika uhuli mkubwa sana, na tume ya uchaguzi yenyewe imeumbuka baada ya kutoa uhakikisho, kutoa miongozo, kusema kwamba mambo mengi angefuatwa, kungekuwa na uwazi. Hali haiko hivyo, na nyinyi wenyewe ni mashahidi wa clips mbali, mbali picha mbalimbali ambazo mbali, mbali, mbali zimetoka pamoja na picha kwa mfano ambazo zimetolewa na shirika la TBC, shirika la serikali la habari ikionesha watoto wadogo wakiwa wamevaa uniform wakiwa wanapiga kura. Hayo yote ni kuthibitisha kwamba wameumbua, na hilo linalileta katika nukta yangu na ujumbe wetu wa leo. Kwa hakika matokea leo yamekiumbua Chama cha Mapinduzi na kukionyesha kiasi gani kimepoteza dira, kimepoteza uungwaji mkono katika nchi, hakitakiwi na Wazanzibari na ndio maana leo chama kikongwe kinafika kufanya matendo ya fedheha na aibu kikijiumbua chenyewe mbele ya macho ya umma. Sisi tunachoambia wazanzibar yaliyotokea leo, leo tuyapishi. Na sisi viongozi tunafanya kazi yetu, lakini kwa jumla tunasema hata ukichukulia kwamba kura zilizopigwa leo CCM wazihesabu kwamba ni zao, katika daftari la wapiga kura, jumla ya wapiga kura waliotangazwa na tume ni laki saba kumi na saba elfu mia tano na hamsini na saba. Kura za mapema zilizoorodheshwa kwa takwimu za tume zenyewe ni hamsini na mbili elfu na tisini na mbili kwa hivyo nasema hata ukichukua kura zote hamsini na mbili elfu na tisini na mbili ukasema watazichukua wao CCM, hata wale ambao wamewakataa leo, bado katika kura laki saba kumi na saba elfu mia tano hamsini na saba kuna kura laki sita sitini na tano elfu mia nne arobaini na sita zenu nyinyi wa Zanzibari. Wito wetu wa chama chetu, yaliyofanyika leo, tunaamini lengo lake lilikuwa ni kukuvunjeni moyo kuwakatisha tamaa. yaleo tuyawache, sisi tunatoa wito kwenu nyote, kesho sote Tumiminike kwa maelfu kwa malaki katika vituo vya kupigia kura, tukitambua yaliyofanyika leo, kesho halina nafasi tena, kwa sababu kesho tutakuwako sote kwa pamoja katika vituo vya kupigia kura. Kwa hivyo tunakuombeni nyote mkamate ujumbe wetu tuliokuwa tukikupeni katika mikutano ya kampeni kwamba hawa watu wamekwisha, wamemalizika. Twende tukawamalize, tukawazike kesho sote kwa pamoja, tutoke kwa umoja wetu, kila mmoja kwa hamasa ileile tukakihitimishe Chama cha Mapinduzi katika visiwa vya Zanzibar. Sisi ameshakataliwa na Wazanzibari na haina manusura tena. Viongozi wenu tuko macho, na kesho mtaiona kazi yetu tukijaliwa, sote kwa pamoja tukafanya kazi tuliojikusudia. Tumesema huu ni mwaka wa kuinusuru Zanzibar, twende tukainusuru Zanzibar tusaliti na Zanzibar yetu hata si yewe mwaka huu kutaka sitaki wang'onga